Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa, si mwingine bali ni Babalevo, kufuatia kwa Nyimbo ambayo Zuchu ameitoa na Pateni, nyimbo inaitwa Afande ambayo ni kama vile vision ya pili au kwa, v... kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema company remix ya ile ya ile ngoma e, bwana, kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba huyu Zuchu eh, katika ule wimbo, kwanza kabisa hii issue inasemekana kwamba ilipoanzia kati ya ugomvi ambao unaendelea low key kati ya Zuchu na Baba Levo ilianzia kipindi ambacho Zuchu alivyoamua kumsupport Pateni, lakini Baba Levo akaja akakrasha akasema kwamba huyu Pateni ni kwamba tu ana flow kali lakini, sauti yake ni ya kawaida, sio kwamba anajua sana kuimba, jambo ambalo ni kama vile amemcriticize Zuchu kwa kuonyesha support yake kwa huyu kijana. Umeona sasa Zuchu katika wimbo ambao ameufanya na Pateni, akatupa kijembe, akaweka kijembe mule ndani kwamba amewazomea watu wenye mipua mikubwa na nini na vitu vingine kama hivyo, na tunaelewa kabisa kwamba moja kati ya watu ambao wanapua kubwa zaidi hapa town ni Baba Levo. Kwa hiyo Baba Levo hii ame, ame imemgusa bwana, maana kupitia kurasa yake wa Instagram ni kama vile amekuja kumjibu Zuchu, ameposti picha ya Zuchu kisa kisha sorry, ameposti picha ya Zuchu katika ukurasa wake wa Instagram baada ya kusikia wimbo ambao Zuchu ameufanya na Pateni kama remix ya ile ngoma ya Afande, kwamba amesema amewasema vibaya watu wenye pua kubwa. So Babalevo ame, ameweka picha ya Zuchu. Alafu, slide ya pili akaweka picha ya kwake yeye na mwanaye ambaye anaitwa Ruby kama sikosei, kama sio Ruby basi ni Platinum e, ambapo wote hawa ni watu ambao wanapua kubwa. ni Baba Levo anapua kubwa kubwa, na mwanae pia amekuwa amezaliwa hivyo hivyo, na yeye pia anapua kubwa sasa baada ya kuposti hivyo na kuambatanisha na picha ya Zuchu, Baba Levo akaandika hapa chini kwenye caption kwamba mama, unatushambulia tumekukosea nini na mapua yetu jamani? akaweka emoji za kucheka kisha akamtagi Zuchu na akaandika kwamba sijapenda walai. So baba Levo amerespond eh, kuhusiana na vijembe vya Zuchu katika wimbo wake wa Afande ambao amefanya na Pateni akiwa kama vile amemtupia kijembe baba Levo. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakutoisoma na kureply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.